Kwa majina naitwa Aziz Rajab Soka, ni meneja wa mkoa wa kikodi Kinondoni. Kama tunavyofahamu, wiki hii ni wiki ya huduma kwa wateja wetu. Kwa hiyo, napenda kuwakaribisha wateja wote katika ofisi zetu za mkoa wa kodi Kinondoni zina senta zake zote. Katika wiki hii kila swali, maoni, changamoto ya kikodi letu kutatua. Wewe ndiyo sababu ya sisi kuwepo. Katika wiki hii ya huduma tunapenda kufurahi na wewe na kukupa tabasamu. Wewe ndiyo sababu ya sisi kuendelea kuwepo. Napenda kuwakumbusha walipakodi wetu kwamba tunatoa misamaha ya riba na adhabu kwa uumbaji Hivyo, tembelea ofisini kwetu upate maelezo zaidi juu ya misamaha hii na uweze kutumia fursa iliyopo kwa ajili ya kutatua changamoto zetu za kikodi. Kodi yetu maendeleo yetu, karibuni sana TRA. Hey, pamoja tunajenga taifa letu.